Wakazi wa eneo la Garbatula, kaunti ya Isiolo wamefaidika na matibabu ya macho kama njia ya kuzuia ongezeko la visa vya upofu. Zoezi hili linaloongozwa na kaunti ya Isiolo ikishirikiana na kampuni kadhaa ilianza hapo ambapo mamia ya wakazi walifaidika kabla ya zoezi sawia kuendelezwa katika kaunti ya Narok, Nandi na Elgeyo Marakwet. Gilbert Rono anaarifu. Ni katika hospitali ya Garbatula, kaunti ya Isiolo wakazi wakimiminika na kupanga foleni ili kupata matibabu ya macho. Uh, leo leo tu, tumefanyiwa operation ya eyesight, na ni operation ya free, na wananchi wamehudumiwa vizuri vile inatakikana, na tumekuwa na furaha na tukasema asante sana hapa Madaktari na wauguzi wakitoa wa matibabu kwa wakazi hawa ambao wana matatizo ya macho. Tumekuwa na kesi mingi ya macho hapo awali ambayo tumekuwa tukirifa mbali, ambayo wengine walikuwa hawana uwezo ya kwenda, wengine wamekuwa hawana macho kabisa, wanahitaji kusaidiwa. Lakini saa hizi kupitia hii huduma, naona wengi sasa wameweza kuona bila kuingia gharama kubwa. Na hii wiki specifically tunahudumia wagonjwa wengi wa macho ya targeting 1000 kutoka kina rapsu E, Garbatula yenyewe na its environment, na saa hii vile tunaongea, kuna wengi wanaendelea kufanyiwa operation eye cataract. We have around 152 already booked in and it is going on. Zoezi hili linatazamia kuwapa huduma zaidi ya watu elfu moja huku ikilenga kueneza huduma hizi katika kaunti ya Nandi, Narok na Elgeyo Marakwet, ambazo zinatajwa kama kaunti yenye watu walio na matatizo ya macho. Gilbert Sono, runinga ya Citizen. Na, mtazamaji, baada ya taarifa hiyo, tunapumzika kidogo, tunarejea hivi punde na mingi zaidi.